Katika hifadhi ya Serengeti nchini Tanzania, eneo kubwa lenye mwitu usioguswa, aliishi mzee mmoja aitwaye bwana Makonde. Bwana Makonde alikuwa askari mstaafu wa wanyamapori aliyehudumu katika hifadhi hiyo kwa zaidi ya miaka hamsini, tangu ujana wake hadi uzeeni. Katika kipindi hicho chote alijitolea kwa moyo wake wote kuwalinda wanyamapori dhidi ya ujangili. Watu wa Serengeti walimheshimu sana na kumwona kama nguzo hai ya hekima, uvumilivu na upendo. Hata baada ya kustaafu bado aliendelea kujitolea akiendesha gari lake la zamani kufanya doria kila siku. Wafanyakazi vijana katika hifadhi hiyo walikuwa wakimwendea mara kwa mara kutafuta ushauri kwa sababu ya maarifa yake ya kina kuhusu maisha ya wanyama. Tembo, simba, twiga, pundamilia na vifaru walikuwa wakipendwa na kutunzwa naye kwa uangalifu mkubwa. Kwa upekee kabisa, alielekeza upendo wake mkubwa kwa wanyama wazee waliokuwa wakipumzika katika eneo salama. Ingawa afya yake ilikuwa ikidhoofika, Bwana Makonde hakuwahi kuruhusu umri kumzuia kufanya kazi aliyoiamini. Hali ya hewa katika Serengeti ilikuwa imekuwa kali sana, na ilitabiriwa kuwa joto lingeweza kufikia nyuzi joto 45 za selsiasi. Asubuhi na mapema jua lilikuwa tayari linawaka kwa nguvu juu ya hifadhi hiyo. Joto la kuchoma lilisababisha wanyama wengi kutafuta kivuli chini ya miti mikubwa. Hata hivyo bwana Makonde alikuwa na azma ya kwenda kumwangalia kifaru aliyekuwa amejeruhiwa siku iliyopita. Aliendesha gari kuelekea eneo lenye vichaka ambapo kifaru huyo alikuwa akiumwa. Gari lilitembea polepole juu ya barabara mbovu katikati ya nyasi kavu. Joto kali lilivuma ndani ya gari likimsababisha atokwe na jasho mfululizo. Alipofika alisimamisha gari na kushuka, akijaribu kumtazama kifaru kutoka mbali. Kifaru huyo bado alionekana dhaifu akiwa na jeraha refu ambalo halikuwa limepona. Bwana Makonde alikaribia taratibu kumwangalia kwa karibu. Macho yake yalijaa wasiwasi na huruma kwa kiumbe huyu mkubwa lakini mnyonge. Gafula alihisi maumivu makali kifuani. Maumivu hayo yalienea na kumfanya azunguke kichwa na kushindwa kujizuia. Akapiga magoti chini ya nyasi, jasho likimtoka kwa wingi, uso wake ukiwa mweupe. Wenzake wawili, Elija na Musa, walikuwa wakihudumia pundamilia karibu waliposikia sauti hafifu ya kuita. Wakakimbia na kumkuta Bwana Makonde akiwa ameanguka chini. Elija alimpapasa shingo kutafuta mpigo wa moyo, akagundua kuwa moyo wake ulikuwa unapiga kwa shida. Musa akachunguza mfuko wake kutafuta dawa ya moyo, lakini hakuweza kupata. Mzee huyo alisahau kuleta dawa yake siku hiyo. Hali ilikuwa mbaya sana. Elija alitoa taarifa kwa kituo kupitia redio akiomba gari la wagonjwa. Kazi zote zikasimama, kila mtu alijiunga kusaidia. Gari la huduma ya dharura likawasili kwa haraka likampeleka bwana Makonde hadi chumba cha matibabu cha hifadhi hiyo. Kwenye njia, Elija aliendelea kumwita kwa jina akitumaini kuwa angeshikilia uhai. Lakini macho yake ya zamani yalifumba taratibu na pumzi yake ikawa hafifu. Walipofika madaktari walifanya juhudi za dharura. Walijaribu kumpa hewa ya bandia na kutumia kifaa cha mshtuko wa moyo. Chumba hicho kidogo kilijaa hofu na kimya kizito. Baada ya zaidi ya dakika kumi na tano daktari mmoja alitangaza kwa huzuni kuwa moyo wake ulikuwa umesimama muda mrefu uliopita. Kimya cha kutisha kilitanda, wote walishangazwa na kuhuzunika. Habari ya kifo chake iliwashangaza wafanyakazi wote waliokusanyika, nyuso zao zikiwa zimejaa huzuni. Walijua kuwa hifadhi hiyo ilikuwa imepoteza msingi mkubwa wa moyo na historia yake. Habari hiyo ya kusikitisha ilifikishwa kwa familia yake. Wote walikosa maneno. Kwa mujibu wa matakwa ya Bwana Makonde, mazishi yake yalifanyika hapo hapo katika hifadhi. Watu walijadili na kuandaa ibada kwa mujibu wa mila za wenyeji wa eneo hilo. Asubuhi iliyofuata, jua likiwa linachomoza kwa aibu, kila mtu alikusanyika. Kitanda rahisi cha mbao kiliwekwa katikati ya uwa wa hifadhi hiyo. Mwili wa bwana Makonde ulilazwa juu yake, uso wake ukiwa na utulivu kama aliyelala usingizi mtamu. Kila mtu alipita mbele yake kumuaga, macho yao yakiwa na huzuni isiyoelezeka. Elija alisimama kando yake, mkono wake ukimgusa taratibu, akitafakari kumbukumbu kumbu za zamani. Musa kwa kimya aliwasha udi akisema dua kwa sauti ya chini. Gafula mgurumo mkubwa ulisikika kutoka lango la hifadhi <mulia> watu wote waligeuka kwa hofu. Simba dume mkubwa alikuwa anakaribia. Alitembea polepole kupitia umati wa watu, macho yake yakionekana ya kifalme na ya ajabu. Kila mtu alitafuta pa kujificha kwa hofu. Lakini simba huyo hakuonyesha uhasama wowote. Wa aliendelea mbele hadi alipofika kitandani alipolazwa mzee huyo. Hakuna aliyeweza kusema neno. Simba yule alizunguka kitanda, kisha akasimama miguni mwa kitanda, akainama kichwa kana kwamba alikuwa akimkumbuka. Tukio hilo la kushangaza liliwafanya watu wote kutetemeka kwa mshangao na majonzi. Elija alishtuka alipogundua kuwa simba huyo alikuwa na kovu kubwa ubavuni. Akakumbuka kuwa huyo ndiye simba ambaye walimwokoa yeye na bwana Makonde miaka kumi na mitano iliyopita. Wakati huo kundi la simba lilikuwa limekwama barabarani kutokana na mitego ya majangili na walimwita mzee huyo kwa msaada. Bwana Makonde na Elija walikaribia wakaondoa mtego na kufunga jeraha la simba huyo. Tangu hapo simba huyo alipelekwa eneo salama, akapona na kurudi mwituni. Huenda tangu wakati huo alikuwa akimlinda kimya kimya. Aliposikia mkombozi wake amefariki, alikuja kumuaga kwa njia yake ya pekee. Hadithi ya uaminifu na shukrani ya simba huyo iliwaathiri wote. Elija alikaribia kwa tahadhari, akijaribu kumtuliza simba huyo. Cha kushangaza, simba huyo alinyamaza na kuinama kichwa bila uhasama. Polepole pole, watu wengine walikaribia, wakishiriki tukio hilo takatifu. Hofu ya awali ilibadilika na kuwa huzuni ya pamoja kwa kuondokewa na mzee wao. Baada ya mazishi kumalizika, walimbeba mwili wake hadi kwenye uwanja wa majani aliyoyapenda. Simba huyo aliendelea kuwafuata polepole akigurumisha kwa uchungu kana kwamba alikuwa akilia. Walifika mahali penye kivuli cha mti mkubwa na nyasi za kijani. Walianza kuchimba kaburi la utulivu, wakamlaza kwa upole ndani yake. Hifadhi nzima ilinyamaza kwa heshima ikishuhudia kuaga kwa mwisho. Elija na Musa waliweka jiwe lenye jina lake kichwani mwa kaburi hilo kumkumbuka kwa miaka yake hamsini ya huduma. Watu wa eneo hilo walifanya ibada wakimwombea apate pumziko la milele. Simba huyo alisimama kando ya kaburi akiwa amenama kwa muda mrefu, macho yake yakiwa hayamwachi. Kisha alitoa mgurumo mkubwa uliotetemesha mashamba yote. Ulikuwa mgurumo wa huzuni, kilio cha mnyama aliyepoteza mkombozi wake. Baada ya muda, watu waliondoka kimya kimya, wakimwacha simba peke yake. Jua lilishuka taratibu, anga ya Serengeti ikipambwa kwa rangi ya waridi na damu. Taswira ya simba kando ya kaburi la mzee huyo ilichorwa mioyoni mwa kila mmoja. Siku iliyofuata, hifadhi ilisitisha shughuli zote kwa muda ili kumkumbuka. Watu wengi walikuja kuwasha mishumaa, kuweka maua ya porini na kuomba apumzike kwa amani. Mara kwa mara simba huyo alirudi kutembelea kaburi lake akiwa kimya akitafakari. Kwake Bwana Makonde ndiye aliyempa nafasi ya kuishi na sasa alikuwa analipa fadhila kwa heshima. Elijah na Musa waliendelea kumtembelea kaburini wakizungumza naye na kuendeleza ndoto ya kulinda mwituni. Hadithi ya Bwana Makonde, askari maarufu wa zamani, itaishi milele katika kumbukumbu za hifadhi ya Serengeti pamoja na upendo wa milele wa simba kwa mkombozi wake. Asante rafiki kwa kufuatilia hadithi hii. Usisahau kulaiki na kujiunga na chaneli yetu ili kutuunga mkono. Mungu awe nawe, tutaonana tena katika vipindi vijavyo. Kwa heri.